ni jina ambalo limekusanya kila kinachojulikana kama ni katika taa, kila kinachojulikana kuwa ni katika kumtii Allah ni maruf wa taqarrub ilay na kila jambo ambalo ni katika kujikurubisha na Allah ni maruf ma walihsanu ila nnas, kila jambo ambalo liingia ndani yake kuwafanyia ihsani watu, jambo hilo ni marufu ma unavowafanyia ihsani una watu jambo hilo ni maarufu taban, ni na unapata una thawabu inawaita, ikiwa utanuia nini? Ibada ikiwa tania ibada, inakuwa ni katika mambo unaopata thawabu ndani yake. Uh, wa kulu ma nadaba ilaihi, kila jambo ambalo sheria imelipendezesha

ala ma urifa biadilat lshari minmal lbiri, jina maarufu linatumika kwa yale mambo yaliyojulikana kwa dalili za kisheria kwamba ni katika mambo ya biri. Mambo amali lbiri ni mambo yote mema, mambo mema ya, ya, ya, ya, ya, ni katika mambo ya ibada na nini, katika mambo yote mema ambayo mtu anapata anapata thawabu ndani yake.

ya lazima ya uwepo mwanadamu. Uwepo mwanadamu lazima kuwepo na maamrisho na makatazo. Mwanadamu yoyote anapokuwepo lazima kuwe na maamrisho na makatazo, awe Muislamu awe si Muislamu. Na ndio maana utakuta hakuna jamii isipokuwa ku na amru bi maruf wa nahy an munkar, lakini wao kwa ufahamu wao na taratibu zao hawaiti amru bi maruf wa nahy an munkar, bali wengine makufari na wengine wanaweza kapinga nyinyi kwa, kwa nini mnaamrisha mema na wanapinga? Kila kitu haramu, kila kitu haramu. Sasa, sasa lakini wao wanayo pia amru maarufu kwa upande wao, kwao. Dalili ya kwamba wanao: kuna nchi haina mahkama? kuna nchi haina serikali? kuna nchi haina polisi? kuna nchi haina gereza, eh? kuna nchi haina silaha? zote za nini hizi? Al-amru bil ma'ruf, yaani kudhibiti wezi, kudhibiti majambazi kudhibiti migogo, magomvi, haramisha wizi. Waseme kuna jamii hata we makafiri kasema, tuibiane, tuinafaa kuibiana? Makafiri kabisa, Mayahudi na Naswara na nini, wanasema kila mmoja amwibie mwenzake, inafaa tuibiane? Iko nchi hiyo Hamna? Au inafaa kila mtu akipata fursa amuue mwenzake achukue mali aondoke, ipo? Hamna, bali wanakemea mambo haya. Wanakemeaje katika jamii? Ndio maana kuna polisi, kuna pingu, kuna silaha, kuna nini, amru bil maarufu ya nayi anil munkari ipo lakini kwa staili yao wao. tumelana ena, hakuna jamii isipokuwa lazima itakuwa na amru bil maarufu ya nayi anil munkari

hajakatazwa na munkari ambao wameukataza Allah na mtume wake. Kwamba mtu akifika katika hali hiyo na jamii ikifika katika hali hiyo, hapa kuna maneno lazima we, yawe yawe yamekadiriwa, ya kuna kalamu muqaddar hapa ambayo hayapo oh hapa, muqaddar lazima tuyakadirie, ile jumla inyoke. Haiwezi kunyoka jumla kama hatujayakadiria hayo maneno suraotna tunakadiriaje? Kwamba mtu asipokuwa hivyo haamrishwi wala haamrishi mema, jamii hiyo itakuwaje? Labudda an yafsuda hadha, lazima hii jamii ifisidike, lazima hii jamii iangamie, lazima hii jamii ipotee, lazima. Hakuna namna wa illa falabudda an yamura wa yanha wa illa, lazima aamrishe na akataze Asipoamrisha atapotea, na asipoamrishwa atapotea. Ili asipotee, wa illa fala budda. Kwa hapa takdiri yake ha, wa yanha an lmunkar ladhina Allah, Allahu anhu wa rasuluhu fasayadhillu, atakuwa amepotea. wa illa fala budda, ili asipotee. Sasa fala budda ayamura wa yanha, lazima aamrishe na akataze, wa yumaru wa yanha

Allah hakuiteremsha, yani ima amrishwe katika batil au katika haki iliyochanganyika na batil, yani akaamrishwa kwenye bid'a. Mfano, akaamrishwa kwenye bid'a, wa idha taqada dhalika dinan, atakapoamrishwa kwenye bid'a alafu akajifanya hiyo bid'a ndio dini, kana mubtadi'an dhallan batinan, atakuwa mtu huyo ni mtu wa bid'a aliyepotea ambaye yuko

Maksudi yake ni al-amru biwajibi shari, ni kuamrisha mambo ya wajib katika sheria. Wa wannahyu an muharramatihi, na kukataza mambo ya haramu. Na tabani anhi, taarifu ni fupi. Al-amru biwajibi shari, yanayoamrishwa sio mambo ya wajibu tu kwenye sheria, hata mambo ya sunna huamrishwa kwa sababu yana fadhila ndani yake na

Na wa min hadha katika hili yatabayana, inabainika kwetu anna kauna shay ma'rufan au munkara, kwamba kuwa kitu ni maruf au ni munkar. Laisa min sha'n al-amir wa nahi, yaani hiyo sio hiyo sio kazi ya mwamrishaji na mkatazaji, kwamba yeye ndio anasema hii ni maruf au munkar, sio kazi yake. Wa innama yaudu dhalika ila ma jaa fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam

yale ambayo tunayaamrisha na kuyakataza lazima yawe yamebainishwa kwamba ni maruf au munkar. Ambayo tunayaamrisha na kukataza lazima yawe yameamrishwa au yamekatazwa katika Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, na yoyote yatakayozuka baada ya hapo ambayo hayakuwepo, hayakutaja katika Qur'ani na Sunna yanaunganishwa sisi tuna misingi ya ilmu ya kutoa hukumu katika vitu. ya kutoa hukumu katika vitu na hapo kuna hapo ndipo unapotumika mlango wa kias kias kina nafasi kubwa sana na subhanallah sheria bwana sheria ya Kiislamu ni sheria iliyokamilika hakuna jambo lolote litazuka lisiingizwe katika hukumu hakuna kwamba ah hili halina hukumu lazima kwa sababu kuna misingi tayari ishawekwa, maswalihul mursala, kuna istishab, kuna alqiyas na mambo mengine mengi tu. Sasa mlango wa kiasi una nafasi kubwa sana katika sheria kwamba hali hili halikuwepo, lakini je, hili si linafanana na hili? Kilichokatazwa huku si ndio hichi kiko huku? Kwa hiyo hukumu yake ni hii, hata kama alijatajwa ndio maana tunaingiza huko. okay, banki sigara, nani? Sasa, shekhe, dalili ya sigara, mbona Allah akutaja sigara katika Qur'an na Sunna kwamba ni haramu? Wao watu wafuta sigara wabishi, nipe dalili kwamba sigara haramu, nipe dalili kwamba sigara haramu, ndio mambo yao, nipe dalili kwamba banki haramu, yanataka lazima itajwe mlepe kwa hiyo ukianzisha kitu chako afu kakitengeneza tengeneza, afu kakipa jina katika Qur'ani na Sunna, afu unasema hii bwana, nimetengeneza mwenyewe haiku katika haikuja katika Qur'ani na Sunna, kwa hiyo ni halali, si ndio? Ila iliyoharamishwa kule, iliyoharamishwa vilevi vya pombe na vingine, sio ila hiyo hiyo, ila ya madhara, si ndio? oa

Wujubu alilmi walbasirati bihaqiqati alamri bilmarufi walnahyi anilmunkar, ulazima wa kuwa na ilmu na ujuzi, ulazima wa kuwa na ilmu na ujuzi, na katika uhakika wa kuamrisha ile jambo unataka kuliamrisha uhakika wake na makataza unataka kuyakataza katika jambo fulani lazima uwe na

awe yule ambaye ataamrisha mema, yule ambaye anaamrisha mema na yule ambaye anakataza maovu, alima bima yamuru bihi, awe ni mjuzi wa yale ambayo anaamrisha. Wabima yanha an na yale ambayo anakataza, yalamu ma huwa lmanhiu anhu shara, hata yanha anhu, anajua kile kinachokataza kisheria kwamba hukumu yake ni ipi ili akikataze. Wayalamu ma huwa almamuru bihi sharan hatta yamura an-nasa bihi, na anajua kile kinachoamrishwa kisheria kwamba hukumu yake ni ipi, ili awaamrishe watu. Fa innahu in amara wanaha bighairi ilmi, akiamrisha na kukataza bila ilmu. Na hapa inaingia kufundisha mtu akijiweka ili afundishe na hana ilmu, akijiweka akajifungulia halaka ya afundishe na hana ilmu au wafundishe vitu ambavyo hana ujuzi navyo. fa inna dararahu yakunu akthara min naf'ihi, hakika madhara yake yanakuwa ni makubwa zaidi bima ya faida yake. li annahu qad ya'muru bima laysa bi mashrua, kwa sababu anaweza kumfundisha jambo ambalo si sheria. Hivyo hivyo anaweza kukariri masala wakati anafundisha kinyume kabisa na ilivyo, kinyume kinyume kabisa, akariri masala kinyume. Asa sasa hivi mambo yenyewe alivyo sahihi Nataka nitoe tambihi, nyinyi ndugu zangu maduati, tatambihi katika jambo. Kuna milango, ukifundisha usiende kichwa kichwa, lazima kuwe na mukaddimati. Kwa mfano, ukifundisha ukifundisha nawaqidhul Islam, shekhe, nawaqidhul Islam kifaya, mchezo utakufurisha waislamu wote Sawa. So, na waqidhul Islam kwa mchezo utakufundisha yeye. Kwa hiyo sasa nini? sisi tusifundishe? Ah, fundisha. Fundisha, lakini uwe na nyenzo za kufundishia na waqidhul Islam, uwe na manhaji salafi katika masala ya takfiri, ujue manhaji salafi katika masala ya takfiri, halafu ulete tambihi wakati unafundisha ile milango, ulete tambihi

lakini li, nawakidhu lislam kaandika Sheikh Muhammad Abdul Wahhabi. Maneno ya Sheikh Muhammad Abdul al Wahhabi alikuwa anaandika kwa, na kwa kifupi vitabu vyake alikuwa anaandika kwa ufupi, haandiki kila kitu. Ukiangalia katika vitabu vyake vingine, zile dhawabitu za takfiri zipo, kaziweka kwao, lazima ulete dhawabitu za takfiri kwanza na watanabahisha watu kwanza, zile dhawabitu za takfiri zatakfiri. Vile vile katika kitabu tauhid eh